Mwanazuoni na mhadhiri wa dini ya Kiislamu visiwani Zanzibar, Sheh Jabir Haidar Alfarasi ameripotiwa leo hii kuwa amefariki dunia usiku wa kuamkia leo mwezi 28 ya mwaka 2025 katika eneo la Bumbusudi, mkoa mjini Magharibi, Unguja. Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la polisi mkoa mjini magharibi Richard Ade Chomvu amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na amesema kuwa mwili wa Sheh Jabir Haidar Jabir na kwamba mazingira uliokutwa mwili huo hayakuonyesha dalili zozote za vurugu na hivyo inawezekana na alipata madhara sehemu nyingine na mwili wake ulitupwa katika eneo hilo. Mwili wa Shekhe Jabir uliokotwa kando kando ya barabara usiku wa kuamkia leo Mei 28 katika eneo la Kizimbani Bubusudi, mkoa wa mjini Magharibi, Unguja. Akizungumza leo hii Jumatano Mei 28 mwaka huu 2025 na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa mjini Magharibi Richard Tade Mchomvu amesema jana majira ya saa tano kamili usiku kituo cha polisi cha Bububu kilipokea taarifa kuokotwa kwa mwili wa mwanaume maeneo ya Kisimbani. Kaimu wa upelelezi wilaya Magharibi e, alifika katika eneo la tukio na kufanya upelelezi wa awali, na alipata kitambulisho kilichomtambulisha mwanaume huyo anafahamika kwa jina la Jabir Haidan Jabin, na baada ya kuangaliwa mwili huo haukuwa na majeraha yote. Sasa baada ya kufanya uchunguzi wa awali tulichobaini kwa awali ni kwamba huyu kweli ni mkazi wa pale Fuoni na pale alikuwa anaishi peke yake, lakini kwa bahati akawa ameajiri mtu wa kumsaidia shughuli pale, kijana kijana wa kiume ambaye alikuwa anamsaidia shughuli zake za kawaida kama kupika, kufanya usafi na vitu kama vile. Kwa hiyo kwenye ile nyumba walikuwa wanakaa wawili na siku hiyo majira sa ya saa kumi na mbili na nusu E, -hmm. Alitembelewa na mtu ambaye ni kijana pia lakini wanafahamiana, yani alivyoonekana, wakati huyo msaidizi wake alikuwa ndani akaona yule anakuja ku pale, wakawa wamekaa sebuleni. Kwa hiyo jinsi walivyokuwa wanaongea ni watu ambao walikuwa wanafahamiana. Kwa hiyo wale waliongea pale kama nusu saa hivi. E, baada ya nusu saa wakaja vijana wengine, watu wengine watano, wakajiunga pale, lakini wale walikuja na gari ambalo alijajulikana kwamba ni gari aidha Noah au hizi Alphard jeupe alikuwa alikujulikana exact ni gari la aina gani. Walivyoingia wale wakaongea naye kidogo pale, wakakaa kwenye saa mbili hivi na nusu wakaondoka wote wale waliokuja na yule mwenyeji, yule mgeni wake wa kwanza ambaye alimfungulia yeye, wakawa wameongea, wakaondoka wote, wakapanda kwenye gari wakaondoka. Alivyomuuliza akasema waka nitakujulisha, wale wakaondoka. Kwa hiyo kutoka pale eh, alikuja sasa kubainika kwamba hiyo saa tano na nusu, mwili umeonekana. Sasa amekufaje? Ameuawa na nani? Kwa nini afe? Na wale walioondoka nao wako wapi? Bado tunapambana na hilo sasa. Tunataka kujua wale ambao walionekana kwamba ni marafiki, kwa maana yule aliyekuja wa kwanza na wale wengine, ni kama vile walijuana na yule aliyetangulia, wakaondoka naye sasa. Wameenda naye wapi? Kwa nini amekutwa pale Kizimbani amefariki? Na kwa nini hana hata jeraha? Hayo ni mambo ambayo jeshi la polisi sasa tunaendelea kuyachakata na kuyafuatilia.